Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. wa Ndugu washiriki, wakufunzi na watendaji wenzangu, Awali ya yote kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa kama hitimisho la mafunzo haya muhimu. Napenda pia kuwapongeza wale wote walioandaa wa na kushiriki mafunzo haya ya huduma kwa wateja kwa ajili ya kuimarisha utendaji ndani ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Najua muda ulikuwa ni mdogo na nilipata habari biasha presha ilipanda, akaona kweli litakuwa lakini, kawambia ni lazima liwe, na naamini tunapokubaliana na tunapo, tunapo tukapanga yanawezekana. Ndugu zangu, huduma kwa mteja si jambo la ziada katika majukumu yetu, kimsingi ni kiini cha uwepo wetu kama taasisi. Huduma tunazozisimamia zote, zikiwa za mirathi za wakfu na nyinginezo, ni amana na dhamana tuliyokabidhiwa na jamii yetu na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatutohesabiwa katika maisha yetu ya dunia tu, lakini tutahesabiwa katika maisha yetu ya dunia na akhera tunakokwenda. hivyo kila tunapomhudumia mwananchi kwa uadilifu, kwa heshima na kwa weledi, tunatekeleza wajibu wa kitaasisi, na wakati huo huo tunafanya ibada na tunajijengea sifa na shakhsia mbele ya jamii yetu. Tunakumbushwa katika historia ni tumeot, mitume wote akiwemo Mtume sallallahu alaihi wa wasallam walijulikana kwa sifa ya uaminifu na uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, uadilifu wake katika biashara na mahusiano yake uliwavutia watu kabla ya hata kuwalingania kwa maneno. Takriban sifa, tabia ya mtu inalingania inasema kabla ya kusema au kutenda. Hii inatufundisha kuwa tabia njema na huduma bora ni aina ya kulingania kwa vitendo. Hivyo taasisi yetu itaheshimiwa si kwa majengo yake wala si kwa namna tunavyovaa, lakini kwa namna tunavyowahudumia watu. Huduma bora pia ni njia nzuri ya kujiimarisha au kuimarisha diplomasia na mahusiano ya uchumi. Leo tunasimamia huduma na rasilimali ambazo zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tunapojenga taswira ya uwazi, uwajibukaji na majibu ya haraka kwa wadau tunaongeza imani. Imani hiyo huleta ushirikiano huleta wawekezaji na huongeza thamani yetu au thamani ya utu wetu, rasilimali tunazozisimamia na huduma tunazozitoa lakini pia pale ambapo huduma ni dhaifu, malalamiko yanakuwa mengi na taswira ya taasisi yetu na hata shakhsia yetu inadhoofika, jambo ambalo linaweza kuathiri hata heshima zetu mapato na shughuli zetu zote tunazozifanya. Ndugu watendaji, mafunzo haya yamelenga kuwajengea uwezo wa kusikiliza kwa makini, kuwasiliana kwa hekima na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Kila mteja anayetufikia ana matarajio na wakati mwingine ana maumivu au malalamiko. Ni wajibu wetu kumpokea kwa subira na heshima. Maneno yetu yanaweza kujenga au kubomoa. Tabasamu, lugha nzuri na majibu ya wazi ni uwekezaji mkubwa kuliko tunavyodhania. Aidha, uadilifu lazima ubaki kuwa ni nguzo yetu kuu. Epokeni upendeleo, migongano ya maslahi na vitendo vinavyoweza kuharibu heshima ya taasisi. Tukisimama, tukisimama kama tukisimamia mis, katika, tukisimama katika misingi ya haki na uwazi tunalinda tu si mali za wakfu au huduma zetu, bali heshima ya taasisi yetu, nchi yetu, na viongozi ambao wanaotusimamia. Nitoe wito kwenu kuwa mafunzo haya asiwe tukio la siku chache, bali yawe mwanzo wa utamaduni mpya wa kazi. Kila mmoja wetu awe balozi wa huduma bora ofisini, katika mikutano au hata katika mawasiliano ya simu au barua pepe tunazozifanya tujenge taasisi inayotambulika kama kwa weledi, maadili na matokeo chanya. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunatekeleza wajibu wetu kwa Mwenyezi Mungu, kwa jamii iliyotuamini na kwa vizazi vitakavyo na vizazi vijavyo vitakavyonufaika na mali zetu. Mwisho, kama mlivyoeleza mafunzo haya ni katika kuimarisha au katika wiki ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana na yatakuwa ni endelevu kama tulivyokubaliana. Watu wa mipango wahakikishe kwamba wanaweza katika, katika katika mipango. Natumai sio mara ya kwanza kufanyika, tumekuwa tukifanya utamaduni uta huu, tuliuanza toka mwaka elfu mbili na kumi na moja, lakini tu huwa wakati mwingine una sita sita. mwisho na waomba mwendelee kushirikiana kwa umoja, kuheshimiana, na kupeana moyo katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mwenyezi Mungu atujalie hekima, uadilifu, na mafanikio mema katika kazi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza <tinyo>